Tunaanza na mtoto mwenye umri wa miaka sifuri mpaka mitatu. Mtoto huyu ndo kwanza amezaliwa katika hii familia, ndo kwanza ndo mgeni, hajui baba ni, wa, ni nani mama ni nani, lakini mtoto huyu pia hajui mema, hajui mabaya. Sasa mtoto huyu, jukumu letu sisi kama wazazi ni kuhakikisha mazingira aliyopo hayachochei yeye kuwa na tabia tofauti na ambazo sisi tumeziandaa. Ni hatari sana kupigana mbele ya mtoto, lakini pia ni hatari sana kwa baba kufoka mbele ya mtoto, lakini pia ni hatari sana kwa nyinyi kuonyeshana taarifa za mume na mke mbele ya mtoto, kwa sababu ukubali au sikubali, mtoto huyu, vitu hivi vinabaki kwenye kichwa chake na kama vinabaki kwenye kichwa chake kwa wakati mrefu, kama ni vipigo, na yeye atakuwa akiamini kwamba vipigo ndo suluhisho la matatizo yote.